Kwa dhati ya moyo nikushukuru sana mheshimiwa rais. Mheshimiwa Rais, mimi katika maisha yangu sikuwahi kupata kozi ya uongozi, kwa maana labda kulikuwa kuna chuo tulienda kusoma. Nilitoka chuo, kazi yangu ya kwanza ubunge, ukaniamini kuwa naibu waziri wa maji na ukanipa uwaziri wa maji katika maisha yangu sikuwahi kuona rangi ya rais, lakini nataka niseme wazi kabisa, tarehe ishirini na mbili ya mwezi wa nne ishirini ishirini na moja ulivyohutubia bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, ulitupa maelekezo mahususi wizara ya maji. Ulisema ya kwamba wewe ni mama na asilimia kubwa anaoteseka juu ya adha ya maji ni wakina mama, hutaki kusikia, hutaki kuona wamama wa nchi hii wanateseka juu ya adha ya maji. Mheshimiwa Rais ulienda mbali zaidi, ukanitaka nisimame na ukaniambia maneno mazito ya kwamba kuna maneno ambayo nawaambia wenzako, ukinizingua tutazinguana Mheshimiwa Rais, ulienda mbali zaidi ukaniambia huridhishwi na utekelezaji wa miradi ya maji. Zimeletwa fedha nyingi katika Wizara ya Maji lakini matokeo hayaonekani. Mheshimiwa Rais, niliapa na nilikaa na timu nzima ya management ya Wizara ya Maji tukakubaliana, swali moja tu ambayo nakumbuka niliwauliza, hii kazi mnaiweza hamuiwezi? Waliniahidi wanaiweza. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Rais, mimi Juma Aweso pamoja na naibu wangu waziri kaka yangu engineer Andrew Kundo, katibu mkuu na naibu katibu mkuu, na management ya wizara na watendaji wote wa wizara, hatutokuwa kikwazo kwa watanzania kupata maji safi salama na yenye kutosha. weso Mheshimiwa rais, katika majukumu yale ulionipa, nimegundua mambo mengi, ili nibidi niende mbali zaidi. Na kumbuka, siku moja nilienda Bukoba vijijini nilipofika Bukoba vijijini walikuwa natupa hali ya utekelezaji wa miradi ya maji, lakini tumeenda kukagua. Lakini nilipofika jioni katika zile taarifa waliniambia kuna visima wanaenda, wanavichimba. Nilipofika jioni nikamwambia naomba twende katika hivi visima ambavyo mnavochimba, wakaniambia Mheshimiwa wewe, bwana huku ni mbali utachoka. Nikamwambia hapana, hebu twende tukajionee. Mheshimiwa Rais, tulivyofika pale unamuuliza mhandisi wa maji kisima kiko wapi? Anasema mheshimiwa Waziri ake ya Mungu jana kilikuwa hapa. Mheshimiwa Rais, tulikwenda Njombe vijijini. Tulivyofika Njombe vijijini unakuta badala kuletewa mhandisi wa maji unaletewa technician, unauliza unapewa miradi ya utekelezaji, unamwambia ebu naomba, kuna huu mradi naomba utupeleke. Hawapendi ile miradi mingine ambayo haipo, unakuwa na, na, na, na taarifa zinginezo. Tumefika mradi umetolewa zaidi ya milioni mia tano, lakini hautoi maji. Unamuuliza, hapa ili eneo la Njombe ni eneo la baridi, unawekaje sola na hapa mli design mkasema kwamba mnaweka injini ya diesel ili watu waweze kupata maji. Kwa nini hamkufanya hivyo? Anaambia, Mheshimiwa Waziri, naomba unisamee, nimegafilika. Tumekwenda shinyanga vijijini, Mheshimiwa Rais, tumefika pale usiku, mhandisi wa maji anaangaika akutane na wewe kiongozi. Namwambia hapana, muda usiku umekwenda, tutakutana site. Tunafika eneo linaitwa Mwakitorio. Unakuta zaidi ya bilioni moja nukta tatu zimetolewa lakini wananchi hawapati maji. Unamuuliza, kwa nini hapa wananchi hawapati maji wakati fedha za serikali zimetolewa, bilioni moja nukta tatu Ambaye mheshimiwa waziri, ndio maana nitaka nikueleze jana. Naomba sasa nikunongoneze. Nikamwambia ni hapana, waeleze kwa nini wananchi hawapati maji. Mheshimiwa Rais, mhandisi wa maji anasema mheshimiwa rais, mheshimiwa waziri, sijawahi kuona wananchi wachawi kama katika hichi kijiji. Mheshimiwa Rais namuuliza, unasemaje? Anaambia, mheshimiwa hapa tumefanya kazi kubwa, lakini usiku hapa mabomba yanapaa kama ndege <laughs> namuuliza, kama anapaa kama ndege rubani wake yuko wapi? Mheshimiwa Rais, yapo baadhi ya maeneo tukabidi tuingie mbali zaidi. Unakuta katika wilaya moja tenki la lita laki mbili linajengwa, lakini gharama tofauti, saizi ni moja. Unaingia mbali zaidi unakuta mradi engineering estimation ulitakiwa ujengwe kwa bilioni tano. Unasema hapana, hebu tufanye wenyewe, nyi si mmesoma, wataalamu, hebu tufanye. Mheshimiwa Rais, mradi ambao ulitakiwa ujengwe kwa bilioni tano tumejengwa kwa bilioni moja nukta tano, sio rais? Mheshimiwa Rais tunakushukuru sana, Mheshimiwa Rais kwa uvumilivu wako Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania na viongozi wenzangu wote, pamoja na kazi kubwa na nzuri ambazo umefanya Mheshimiwa Rais, lakini Mheshimiwa Rais una sifa ya kipekee, una utu na utulivu. <apples> kazi kubwa, kazi nzuri ngumu kwenye sekta ya maji, lakini kubwa ambalo nimepata faraja kama kiongozi, haukutuacha Mheshimiwa, Mheshimiwa Rais ulitupa support, ulitupa upendo, ulitulea ulituvusha na ukatusimamia. Nataka niwaambie ndugu zangu, kama sekta ya maji ingekuwa meli, Mheshimiwa Rais ungekuwa nahodha. Kama sekta ya maji ni ndege, Mheshimiwa Rais wewe ndio rubani wa wizara yetu ya maji. Kama sekta ya maji ni gari, nataka niseme Dkt. Samia Suluhu Hassan ni dereva mahiri, piga makofi mengi sana kwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan.